Moto mkubwa ulizuka katika eneo la Kwajuzi lililopo katika tarafa ya Mwenga mkoani Kivu ya kusini tarehe 26 Oktoba mwaka huu tunao. Baada ya siku tano, viongozi wa eneo hilo walitoa wa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, watu mia mbili na saba wameathirika kutokana na janga hilo. Miongoni mwa mali zilizougua ni kituo cha afya, soko dogo na nyumba zaidi ya mia moja. <coughs> Chrispin Mpombo mwanasheria ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa kabila la Warega alieleza masikitiko yake makubwa kufuatia tukio hilo. Aidha, alitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua wa za haraka ili kuwasaidia waasirika waliopoteza mali zao zote na ambao kwa sasa wanaishi katika mazingira magumu yenye huzuni.